Mashindano ya TUSA yaliyokuwa yakifanyika katika viunga vya chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro yametamatika hii leo Aprili 27 yakichezwa michezo ya, ya, ya fainali katika michezo ya futiboli netiboli, pamoja na basketiboli, ambapo mchezo wa futiboli ulikuwa umehusisha timu ya St. John's kutokea Dodoma dhidi ya timu ya St. Joseph kutokea Dar es Salaam na hatimaye St Johns kuibuka mabingwa mara baada ya dakika tisini kumalizika kwa suluhu ya kuto kufungana na mchezo huo kuamuliwa na mikwaju ya penalti huku St Johns kutokea Dodoma akiibuka na ushindi wa penalti nne kwa tatu dhidi ya St Josefu. Baadhi ya wachezaji kwa upande wa St Johns na upande wa St Josefu walikuwa na haya ya kusema. Majina, naitwa uh, Joseph Mgogo, uh, kapteni wa timu ya msoge tumefanikiwa kufika fainali, lakini mwisho wa siku tumeweza kupoteza fainali kwa matuta. Mimi na vijana wangu uh, tulipambana uh, tuli kuhakikisha tunachukua hili kombe, lakini mwisho wa siku pila ni mchezo wa timu mbili. Wenzetu wamefanikisha wame, wame, kufunga penati zote, wamekuwa mshindi wa kwanza. Kwa hiyo ki ujumla tumepambana ya, mashindano atamulisha, ni mazuri tunashukuru kwa walioweza kuja. Mashindano kwa, kwa sababu yana motivate vipaji vya wanafunzi wale wako mjioni. Kwa hiyo tunaomba wazidi ku improve kadri siku zinazozidi kwenda. Kwa mfano serikali za wanafunzi ambao wote walioko hapa tusimame. Ah, kuna vitu vingi, vingi tumeona tu hapa ni wastaarabu na wamestaarabika. Tangu tulipofika ametupokea vizuri, wametukaribisha tumeweza kuishi kwa amani, hakuna uhalifu. Kwa hiyo kiujumla na mazingira mazuri. <tipo> <tipo> Uh, kwa wa wajitokeze kwa wakati mwingine mashindano atakapoandaliwa waweze kushiriki kwa sababu mashindano ni mazuri, tunajifunza. Jina naitwa Muniru Ramadhani <muchiliki> Nyambuka, kapteni wa timu ya mpira wa miguu St John's University Dodoma mabingwa haya mashindano ya TUSA Championship ni siri ya mafanikio yetu ni kujituma na kupambana zaidi, kwa sababu tumekuja toka, tumekuja kwa lengo la kuchukua mashindano. Nadhani katika interview za nyuma zote nilishasema kwamba sisi, kila anayeshindana anayeshiriki katika mashindano lengo lake ni kuwa bingwa katika mashindano. Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunajiamini, tumeamini kwamba tuna timu nzuri ya kuweza kupata matokeo, na wachezaji walikuwa na morali kubwa na, na mori kubwa ambayo imefanya mpaka leo kuja kupata ushindi na kuwa mabingwa katika mashindano. Kuna kitu cha tofauti ambacho umekiona katika mashindano haya? Ah, cha tofauti ulichokiona kwamba watu walijiandaa, timu zilikuwa ngumu sana, na maana ndio maana unaona matokeo, matokeo mengi ni mbili moja moja, bila moja moja, moja sifuri, sifuri. Yani timu zote zilikuwa zimejiandaa, timu zote zilikuwa zinahitaji mashindano kitu cha kuambia wale ambao hawajashiriki katika michuano hii mwaka huu. Ah, cha kuambia ambao hawajashiriki katika mashindano haya ni kwamba kuna fursa fulani, wamekosa fursa muhimu sana, kwa sababu katika mashindano tumejifunza vitu vingi sana, kwanza ukaribu, ushiriki, umoja na vitu vingi zaidi. Kwa hiyo kama wamekosa kitu fulani kikubwa sana, na nawasihi na kwamba katika mashindano yajayo wasipoteze hii nafasi ya kushiriki ya mashindano. Sambamba na hilo, makocha wa timu zote mbili kwa maana ya St John's na na St Joseph nao walieleza ya moyoni kuhusiana na fainali hizo. Saire, nzuri wa binadamu amejiandaa vizuri sioniko, tumeandaa timu vizuri, lakini tulipambana tulivyoweza kupata nafasi, tulipata penalti kama mliona. Kipindi cha kwani haikuwa bahati, kila mshana anakuwa anamshinda kwanza, na hivyo ndivyo ambavyo vinapangwa katibu, ambaye kwa sababu penalti kwao, wamekuja wamekaba, wameweka kabla ya dakika zote 90, wamekaa nyuma. Penalti tunasema kuna 50 kwa 50, yote anashinda. Kwa hiyo tunawapongeza kwa ushindi wa penalti wetu. Karibu katibu, karibu, karibu, karibu bora zaidi kuliko yote tuliyofanya hapo. ha pana nadhani mmeona.

Tumeshambulia dakika zote 90, umepata nafasi nyingi kuliko wao. Kama mkifikia takwimu mtaona timu ilivyokuwa inacheza, wao walivyokuwa wanacheza, mmeona tumewashambulia sana sana. Kwa nadhani ni, ni bahati tu ilikuwa kwa kwao. Basi tunasema tunampongeza kwa support ambayo umekiona katika michuano hii, ah wamejiandaa vizuri sana. Nimepongeza na pongeza kwanza uongozi wa waandaa mashindano, wasimamizi wasimamizi SUA wa wa Morogoro kutoa upinzani. Maandalizi yalikuwa mazuri, kiwanja kilikuwa kizuri, hali ya hewa siku mbili tatu, na wapongeza marefari na wapongeza wasimamizi wa michezo na nyinyi pia waandishi wa habari kitu kizuri na vingine pia anabidi wakajifunze majinsi ya kuandaa mashindano. Next time pia nzuri zaidi. Asante. Tuende mwalimu, anza kujitambulisha. Yeah. Kwa majina anaitwa Mwalimu Joseph Chacha ni head coach wa St. John University kutoka Dodoma. Kwa kweli leo tulikuwa na mechi nzuri, finali nzuri. Ilikuwa na na kuvutia. Lakini bahati nzuri sisi tumebahatika kuibuka mabingwa. Kwa sababu tulikuwa na kikosi kizuri. Tumefanya vizuri, nadhani ndio timu imefika finali bila kupoteza mchezo wa aina yoyote, walipata penalti lakini ah, hawakuweza kuitumia vizuri. Sisi hapana, penalti ilikuwa kwa upande wa wenzetu, walipata penalti lakini kulingana na imara wa golikipa wetu aliweza ku clear ile mistake na baada ya pale sisi tulikafanikiwa kurudi mchezoni na tukaweza ku maintain game na tukafanikiwa kuibuka mabingwa. Sasa nawaambia nini kwa wale ambao hawakushiriki mashindano haya? I say kwanza, ni wapongeze, wandaaji wamejitahidi, mazingira ya viwanja ni mazuri sana. Next time tunahitaji kuwa na timu nyingi, ili kuleta ushindani wa hali ya juu zaidi. Kuna chochote cha tofauti ambacho umekiona katika mazingira ya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro? Ha, i say kwanza nimefurahia, mazingira ni mazuri, ukarimu wao, hakuna kitu kibaya. Tumefurahi kwa hilo kwanza, pia maeneo viwanja vinavutia, kwa hiyo tunatamani tena kuona mashindano ma, haya yanafanyika tena, raundi nyingine, yanafanyika hapa hapa. Mwalimu, shukrani sana. Viongozi kutoka vyuo mbalimbali walipata fursa ya kusema katika hafla ya kukabidhi ubingwa huo, huku wakisisitiza umoja na mshikamano baina ya wanachuo hao. Dr. Juma Shabani Chibolole, nimekuja kwa niaba ya Vice Chancellor wa chuo cha MUM. Yote mmeshinda, yeyote ambaye ameshiriki katika haya mashindano ameshinda, na ushindi mkuu ambao labda nyewe huenda mkawa labda hamkuzingatie ni ushi, ushindi wa nini wa kufanya eh, mawasiliano relationship it's very, very important. Nyiye ambao mmecheza nyie, niye ndio viongozi wa kesho. Masios watatoka hapo viongozi, ministers, MPs, eh, even the president, ni nyie hapo. Kwa hivyo sasa hapo usitoke kama hujajuana na mwenzio ambaye ulikuwa humjui. Sio kwamba kwamba ujotokanae St John au Saint Joseph. Hapana, yani wa Saint Joseph, at least you have to make sure at least umejua mwingine kutoka St John na uh, umejuana you know, sure na am wa yeah. Na wamumu vile vile, kwa sababu hujui ni nani atakayepata madaraka na akawa ni sababu ya kufanya nini kukusaidia. Mimi siwezi kuwa rais au niwe minister alafu nione mwenzangu ambaye tulicheza naye MUM au cheza naye SUA, nasikia kwamba kuje ni, ni, ni, mkulima tena amechakaa chaka kweli, alafu nimwache? Hapana, siwezi kubali, lazima atamwambia bwana, hebu karibu karibu na mimi, ili nawe upate naye kitu kidogo. Kwa hivyo it's very very important, relationship is very very important katika maisha yetu ya, ya kawaida. human being is a social animal. Kwa hivyo sisi za social animal ya supposed to always be social. Popote unapoenda make sure kwamba you, you become social to whatever people you are going to meet. Ni uhusiano miongoni mwa vijana wetu. Na hilo na uhakika kwamba lipo na linaendelea, na kwa kutukumbusha hilo tunakushukuru sana. Na mwisho ni wapongeze mlioshiriki wote. Ni washindi kwa namna hiyo ambayo mmeshiriki kwa sababu katika vyuo tulivyo navyo zaidi ya 25 kwa vyuo kuja sita, huo ni ushindi katika jambo lililopo. Championship ndiyo mashindano ambayo yanatuandaa kwa ajili ya mashindano yetu makubwa ya mwezi Disemba, ambayo yanashirikisha vyuo karibu vyote nchini kwa hiyo ni mashindano ambayo yanatuonyesha picha nani ni nani, na unajiandaaje kuelekea kwenye mashindano makubwa ya TUSA. Kwa hiyo vyuo vyote ambavyo vimekuja kwenye championship, nina imani kabisa kwanza vitashiriki kwenye mashindano makubwa ya TUSA mwezi Disemba, lakini nina imani kwa changamoto niliyoiona hapa ndio vyuo ambavyo vitaenda kuwa kinara hata kule Aaaa! Katika hatua nyingine, chuo cha St John's kimeibuka mabingwa kwa upande wa wasichana katika mchezo wa netiboli wa netiboli, ambapo walicheza dhidi ya St Joseph kutokea Dar es Salaam, huku kwa upande wa basketball SUA wakiibuka mabingwa baada ya kuigaragaza chuo kikuu cha Mzumbe. Michuano hii imechukua zaidi ya siku tatu katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, huku ikishirikisha vyuo sita kutoka katika sehemu tofauti tofauti hapa nchini. Heri Abdallah, Chivihi Media, Morogoro.